Nimelieleza kwenye Twitter na kwenye Facebook yangu taratibu zinazofuata kabla ya kufuta kufuatia ajali ambayo imetokea tarehe saba mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika eneo la Mbalizi kwenye mteremko wa mlima Iwambi na kuua watu ishirini na nane ambapo ishirini na saba walikufa papo hapo na moja akafia hospitalini. Wakili Boniface Anyesire Mwabukusi ametoa pole kwa wanambea wote, akisema "Poleni wanambea, poleni wafiwa." ameandika akisema, tungepunguza siasa katika ujenzi wa barabara na kuitanua sehemu husika, ajali za eneo hili zingepunguzwa kuliko kuchimbua chimbua maeneo ya watu tuonekane tukifanya kazi, tungewekeza eneo hilo kwanza, tulinde uhai wa raia kwanza. Amemaliza kwa kusema ajali hizi zinaepukika tukiacha siasa za maigizo. Andiko lake hilo limeambatana na picha ya gari loli ambalo liligongana na Kosta katika eneo hilo na kuua watu hao ishirini na nane, lakini baadhi ya wasomaji wake pia wametoa maoni katika ukurasa huu wa Facebooku wa Bonifasi Anyisire Mwabukusi. Clement Magembe anasema, nchi hii tukiacha siasa hatuwezi kuwa na barabara mbovu kama hizi, na pia maendeleo makubwa barabara zinageuzwa mitaji ya siasa chafu ili wapate kura tu. Wakandarasi wanachimba mashimo tu na hakuna kinachoendelea, wala hakuna kiongozi anayewafuatilia. Utafikiri fedha hizi ni mali yao binafsi. Ajali hizi hawazioni. Mungu atusaidie. Rebi Rebi anasema neno. Moses Maseta anasema pole sana ndugu zetu, Mungu atupe uvumilivu kwenye kipindi hiki kigumu, lakini kwenye matatizo huwa kuna la kujifunza. Ni mtazamo wangu. Serikali, jitihada zote za kupunguza ajali au kuzuia ajali hapo iwambi zimegonga mwamba. Hebu tujaribu hii ya kuweka barabara bara, tano hicho kipande mbili kupanda mbili kushuka moja emergency. Ni maoni yangu tu. Nisieleweke vibaya. Famous Lord Star anasema pole mpambanaji mwenzetu, pole Mbeya na taifa tangu uhuru, lakini hatuna mikataba sisi tunaoingia Kongo. Hiyo barabara mpaka Tunduma itanuliwe kupunguza ajali za barabarani. Shija Zakaria anasema poleni kwa wahanga wa ajali hii. Swali langu ajali hii, sababu ni ufinyu wa barabara? Hakuna uzembe wa madereva hapo? Ni kama ni barabara, ni kwa kiasi gani hilo tatizo? Kama ni changamoto kubwa kiasi hicho, basi mamlaka zinapaswa kuwa serious. Ila kama ni uzembe wa madereva kama kawaida, tuendelee kukemeana na kuelezana ukweli. Folian Chazi anasema Mheshimiwa hizo ajali bado hazijapita na ndugu zao ndiyo maana hawana muda. Majura Kafuma anasema subirini kidogo, utasikia wanaitwa wazee wa Kimira, waganga wa matunguri na watemi wote wa Mbeya waje watambike na kuombea mizimu ya Mbeya ajali zipungue. Tanzania yangu, Tanzania yangu, uhuru mwaka 1961 hadi leo. JSK Ujenzi Financing anasema: najiuliza bila kupata jibu, ili eneo limegeuka machinjio, kwani mwarobaini umekosekana katika eneo hilo? Shabani Manzi anasema: machozi Mbeya hayaishi, Mungu uliangalie hili. Malia Mwaselela anasema: hapo palichukua uhai wa baba yangu mwaka 1998 na pemekuwa pakimaliza maisha ya watu nao and then machozi. Gwamaka Mwa Kilembe anasema hayati JPM waliagiza ijengwe barabara ya kupitisha marori tu bypass, alivyokufa wameachana nayo. Alois Komba anasema nitaendelea kumkumbuka JPM kuhusu ujenzi wa barabara zenye viwango hapa na tafakari, hivi sasa zinavyopigwa fedha bajeti ya ujenzi wa barabara kupitia wakandarasi na maenjinia. A ushauri yule mwamba JPM alishaanza kufanya mkakati wa malori kuwa na barabara zake kutoka bandari ya Dar es Salaam. Deo Mbuba asema nguvu kubwa inatumika kupambana na Chadema na wanaharakati, sio kupambana na barabara. Joshua William Wilson anasema uwekezaji wa barabara unaofanywa na serikali wangeweka nguvu mteremko iwambi. Kweli kila baada ya miaka mitano ajali lazima zitokee? Kwa nini? Lakini Mwasile Benjamin anasema vijana wa Mbalizi tumechoka hizi ajali, kesho moto unawaka Mbalizi advocate, tumechoka kudanganywa Mr. Kiando. Anasema poleni wafiwa wote Rest in peace ndugu zetu. Gracious Kimambo asema Bonifasi anyisire. Mwabukusi, Mungu atupe mwisho mwema, poleni wafiwa wote akiwemo mama wa mto, mtu wangu wa karibu. Ni huzuni mno. Edina Angela asema wapumzike kwa amani wapendwa wetu. Rehema Shauri asema pole kwa wafiwa. Poleni sana wanambea. Daudi Jubek anasema poleni sana ndugu zangu wa Mbea. Lusajo Mwanyololosia anasema poleni wafiwa inasikitisha sana. Mungu awatie nguvu na kuwa fariji wafiwa. Farida Ramadhani anasema poleni sana ndugu wafiwa. Joffrey Nyavanga, sasa badala ya kutanua barabara au kuweka baipasi watapelekwa machifu. Frida John na Ruimba anasema hakika, maana hii ni hatari sana. Lumuli Kasiupa anasema eneo lenyewe liko jirani tu na ofisi za watawala wa mkoa ambao wanategemewa kusimamia usalama wa wananchi wanaowaongoza. Hatujui ni kwa nini hawa watawala hawashtuki, hawaoni uchungu wala soni, ni kwamba watu wengi sana wanaangamia kila mwaka eneo hilo Mbeya na mlilia ya Mungu atuonee huruma na kutuokoa ajuavyo yeye. Hawa viongozi tunaowategemea hawana mpango wa kuepusha wanambea na ajali. Eliusi Masawe anasema poleni, ndugu zangu. Ana Amina anasema poleni, ndugu zetu wafiwa na waliojeruhiwa. Chuya Gai anasema dah, poleni wote. Mubili Andrea Ankovia anasema Yesu Kristo awafariji familia zote. James Mngindo asema du, poleni sana Mbeya na Watanzania wote, poleni familia amen. Ambo mwinu ile sanga nasema i say ni miaka mingi sana mpaka leo papo hivyo hivyo. Michael Mwasenga asema inasikitisha sana Joshua Wilson asema ila inaumiza sana Peter Babile asema poleni sana Bishop Melchizedek Maturu anasema poleni sana wandugu. Chibaba Chida Chiba Chida anasema kabisa kabisa. Lucas Chacha Nyamhanga Sam anasema ni kweli kabisa. Kizito Deo Dalton toa katuni za machozi. Na Modesta Njobo na wengine pia wameendelea kutoa maoni yao, akiwemo Edward Wilson anasema tunapopoteza maisha kwa ajali zinazoweza kuzuilika ni aibu kwa taifa. Barabara si jukwaa la siasa, ni dhamana ya uhai wa wananchi. Tuwekeze penye tishio la kweli si penye kamera. Uhai wa Mtanzania ni wa thamani kuliko porojo za kisiasa. Jackson Mwanjejele anasema hili lilipaswa kushughulikiwa toka enzi za Magu. Sasa jimbo limegawanywa wanzilishi kaondoka, pale mlima Mbalizi ni hatari mno. Faraja Gasto anasema ajali inayosababisha watu ishirini na nane kufariki ni zaidi ya ajali, ni janga. Robert Mwasieba anasema huu mlima unamaliza ndugu zetu, poleni sana. Wanambea mmoja kapoteza mke na watoto wawili, da, inauma sana. Daniel Andrew anasema hii nchi siasa nyingi sana Jadi Kiponjelo anasema kabisa mzee, eneo tata sana, kila mwaka watu wanalia na mlima Iwambi. Marbel Baswige anasema mbunge yupo bungeni, anaimba pambio za kumshukuru na kumsifia rais, amesahau kilichompeleka bungeni yeye ni kusifu tu na kuabudu rais. Haya sasa tumepoteza ndugu zetu. Venance, Wilson anasema bwana, nifasi ya Nyisiri Mwabukusi wanahangaika na sai mama John Soweto na kuacha maeneo korofi kama mteremko wa Iwambi. The Prince Digeral Siame anasema hakika hawathamini uhai wetu, yapo bize kuchimba kila sehemu badala ya kuanza hapo. Yusuf Mpoke anasema siku likija kuondoka uhai wa kiongozi nadhani ndio watafanya watakapofanyia kazi. Mfune anasema poleni sana ndugu zangu Mungu awarehemu wa marehemu wote hakika tumechoka wanambea ajali kila uchao eneo hilo sijui wahusika wapo wapi vipi kuhusu utengenezwaji wa ile barabara ya malori iliyoshindwa iliyoahidiwa miaka mingi iliyopita maoni ni mengi mengi kwelikweli kutoka kweli. kwa wasomaji wa Boniface Anyisi Mwabukusi ambaye ametoa pole kwa Watanzania hasa wanaMbeya, na kueleza kwamba ajali hizo zikiachwa siasa, ajali zitakwisha ama kupungua katika mtelemko huo, na kwamba kwa sasa njia nne zinazoendelea kujengwa katika eneo la jiji la Mbeya na Mbalizi, uh, ni kama wanajenga ama kuanza kutengeneza maeneo ambayo hata hayana historia ya ajali na huku Mlima Iwambi ukiendelea kubaki na kuumiza watu walio wengi, na ndipo Boniface Mwabukusi ameandika, lakini pia wasomaji wake wametoa maoni mbalimbali mbali katika ukurasa huu wake wa Facebook, ambapo ajali hii imepoteza watu ishirini na nane ambao wamefariki katika ajali hiyo. Boniface Anyisira Mwabukusi anasema: poleni wanambea, poleni wafiwa Tungepunguza siasa katika ujenzi wa barabara na kuitanua sehemu husika, ajali za eneo hili zingepunguzwa kuliko kuchimbua chimbua maeneo ya watu tuonekane tukifanya kazi. Tungewezekeza eneo hili kwanza, tulinde uhai wa raia kwanza, ajali hizi zinepukika tukiacha siasa za maigizo. Karibu mtazamaji, kwa maoni yako pia.